Huduma au bidhaa na kuthibitishwa na taasisi au kampuni husika, mzabuni ataweza kupata malipo yake mara moja kutoka benki ya CRDB bila kulazimika tena kusubiri kati ya siku 30, 60 au 90. Hapa kuna kitu nakirudia: baada ya mzabuni kutoa huduma au bidhaa na akishafanya hivyo, yapaswa kuhakikisha kwamba mteja wake amethibitisha, yaani ile taasisi aliyoipelekea bidhaa imethibitisha. Kwa kuthibitisha maana yake inakubaliana na quality ya product au service iliyotolewa na wameridhia, sasa wako tayari kukulipa ndani ya siku thelathini hadi tisini. Then, hapo sasa ndipo CRDB inaingia kati na kusema kwamba tuweze kukupa nafasi ya kukupa pesa kwa wakati e, alafu sisi kama benki tutaendelea kusubiria pesa hizo ziweze kuja baadaye. Ukiitazama unaweza ukaona ni kama kitu cha kawaida, lakini tofauti ya hiki tunachoenda kukifanya kama benki kubwa Tanzania, na kuweza kugusa maeneo mengi zaidi ni kwamba huduma hii itapatikana kwa haraka sana. Maana yake kwa kila mtu atakayekuwa kuwa amemaliza, unasema invoice zangu hizi hapa, utaziingiza kwenye mtandao, watu wa manunuzi na malipo wa upande wa aliyokuwa mwajiri wako atakaposema kwamba nimeridhia basi, itakuwa ni siarajibi kuweza kuweka pesa kwenye akaunti. Huhitaji kuja kwenye matawi yetu, huhitaji kwenda kumtembelea mtu, huhitaji kumpigia mtu yoyote simu, kwa sababu namna tunavyokwenda kufanya, tutahakikisha kwamba tumewaleta yale mashirika stahili ambayo wakandarasi na wazabuni watakuwa wanawatolea huduma na tutakuwa tumefanya nao makubaliano mapema. Kwa hiyo waajiri watakaotaka kunufaika na huduma hii watatakiwa kuweza kufanya maombi, lakini pia timu yetu itakuwa iko tayari kwa ajili ya kwenda kuwatembelea. Hii ni mfano tu, tutaangalia makampuni ambayo tuna mahusiano nayo tutayafanyia, tutatembelea, tutaangalia namna yao ya kuhakikisha kwamba malipo yao hayachelewi, na kwa kufanya hivyo wewe kama utakuwa ni moja ya supplier pale utaweza kufaidika. Lakini namna gani nyingine ya kuweza kuhakikisha unapata mafanikio haya ni pamoja na wewe kuishawishi ile kampuni kusema kwamba sasa, jamani, msiendelee kutuchelewesha, mna uwezo wa kujiunga kwenye mfumo huu, na kwa baada ya kujiunga kwenye mfumo huu wataweza kupata nafasi ya kurahisisha malipo. Kwa hiyo nawasihi sana wazabuni wote wanaotoa huduma kwa taasisi na makampuni nchini kuweza kuitumia fursa hii ya kipekee kutoka benki yetu pendwa sana ya CRDB kupata malipo yao kwa wakati ili kuweza kufanya mambo mengine na kuweza kuwahi fursa nyingine zinazoweza kujitokeza. Mikopo hii ya malipo ya wazabuni tunaoizindua leo hii ni mwanzo wa zama mpya za biashara zenye ufanisi na ushirikiano wa kweli kati ya sekta binafsi na taasisi za umma na hivyo basi, management na wafanyakazi wa benki ya CRDB sisi tunaamini sana kwa pamoja kwamba tutaweza kujenga Tanzania yenye uchumi imara, jumuishi na endelevu. Bidhaa hii imepitia hatua mbalimbali, kuanzia wazo la awali, uchambuzi wa mahitaji ya wateja, majaribio hadi kufikia hatua ya leo, ambayo tumeweza kusimama mbele yenu kwa kujivunia kazi iliyofanyika. Kila hatua imefanywa kwa umakini na utaalamu wa hali ya juu, ili kuhakikisha tunawaletea bidhaa yenye ubora na kukidhi mahitaji ya wateja wetu. Waheshimiwa wageni waalikwa, uzinduzi huu si tu kung, kuongeza bidhaa mpya sokoni; ni sehemu ya mkakati mkubwa wa benki yetu kwa kukuza ustawi wa mageuzi ya sekta husika. Tunaamini kuwa bidhaa hii itawapa tu watumiaji fursa mpya, itarahisisha maisha, itaboresha ufanisi na shughuli zao, na pia itatoa mchango chanya kwenye uchumi kupitia ukuaji wa mauzo, pamoja na kuimarisha biashara kati yetu na wateja wetu. Aidha, upo wenu hapa una maana kubwa sana. Upo kama uthibitisho wa imani yenu kwetu na kama ukumbusho kwa mafanikio haya hayapatikani kwa juhudi za mtu mmoja. Ndugu waandishi habari, ninyi ni sehemu muhimu katika safari hii. Nathamini mchango wenu na wa kuhabarisha umma na kuonyeza taarifa sahihi. Mmekuwa mabalozi wa taarifa sahihi na wenye tija, na leo hii tunaomba muendelee kutupa ushirikiano huo ili soko lijue thamani halisi ya timu hadi kufanya kazi wote waliochangia, napenda kwa zati nimefanya kazi kubwa mno, kwa kuamini maoni ya benki yetu hadi kufikia hatua hii ya mafanikio. Hongereni sana wageni waalikwa. Kwa kumalizia, napenda kusema kuwa uzinduzi wa leo ni mwanzo wa safari mpya, tunaona kama daraja la kuingia kwenye hatua inayofuata ya ukuaji, ubunifu na ushindani. Tunaamini kuwa tukiendelea kushirikiana nanyi, wadau wetu hatuna kinachoweza kutuzuia sisi wote kufikia malengo na mafanikio yetu.